wa jambo lililo la kheri. Leo ndio yenu Africa Academy Swahili ni chuo cha mtandaoni kinachokuletea masomo ya sheria ya dini ya Kiislamu kwa ngazi ya diploma, masomo ambayo yanatolewa kwa muda wa mwaka mmoja tu, mwaka ambao una mihula miwili tu. Katika kila muhula utakuwa ukisoma masomo sita tu. Masomo hayo utayasoma katika njia kuu tatu njia ya sauti, njia ya video na njia ya PDF. Baada ya kumaliza masomo hayo, utapokea cheti kinachotambuliwa, na sio kwamba utapokea cheti hivi hivi tu, utapokea cheti katika mahafali yatakayokuwa yakifanyika kila mwisho wa diploma. Link ya kujiunga ipo katika bio za mitandao yetu ya kijamii. Tafadhali, utakaposikia taarifa hii, mjuze na mwenzio. Kikanuni elimu hufuatwa, lakini Africa Academy Swahili wanakuletea kwenye kiganja chako kupitia simu yako.